Assalamu alaykum rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu mpendwa ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV. Natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasina shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na channel yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi, tunakuomba hivi sasa, tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali mbali, ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili. Changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana wa jazakumullahu khairan.

Anasema Allah hawatu wenye itikadi mbovu za kishirikina, watu waovu, ndimi zao zinaeleza uongo, wanasema wa kwa maneno yao kwamba eti watapata pepo. Allah anasema hapana shaka watu hawa wataachwa motoni. Sasa, katika watu hao ambao ndimi zao zinasema uongo kwamba wao ni watu wema, watu wa peponi, watu wenye kuitetea sunna, ilhali hawa ni watu wenye vigezo vyote vya watu wa motoni, ni huyu mzee unayemuona hapa. Jana tumepata habari kwamba kuna sharifu mmoja Izudini hurafi mkubwa miuko kwenye mitandao ya msikiti wa maibadhi kwa wao ni kitu cha faida. Kwa nini wanaile nembo yao wanaotembea nayo na mashia na maibadi kwamba sote kitu kimoja, la ilaha illallah, wanaoleta farka ni mfaa, wakati hii dini Qurani imeitwa Furqani kwa sababu inatenganisha baina ya haki na batili. Huwezi kulaumu wa watu wa Sunna wanatenganisha, wakati wao ndo wanaibainisha haki. Kama ikiwa kutenganisha ni kubainisha haki na batili, ni si jina sahihi kabisa. Sasa wao wasufi hawataki mizozo, kwa nini wanaoita kwenye madrasa zao mashia, maibadhi, manini? Ni kitu kimoja la ilaha illa Allah. Kuna wakati shekhe fulani wa Sunna aliwakumbatia sana maibadhi tukaandika barua tu kwamba bwana, ikeendaku kutendelea na msimamo huu hatutokuruhusu, kwa sababu wanaohadhirika hasa ni watu wa chini wasiokuwa na elimu. Wakikuona we shekhe, alikuamini umekwenda kule, anaona kumbe ni kitu kimoja tu. Mzee huyu anaitwa Barahiyani. Yeye huyu mzee kazi yake kubwa ni ile kazi ya ndugu yake kipenzi Sheitan Iblis, ndo kazi yake kubwa, kuhakikisha Waislamu wanatawanyika wanagombana wanafarakana. Nadhani tumemsikia anavyozungumza huyu mzee. Ni katika wazee wa ovu, wazee wabaya, wazee hatari sana ambao kazi yao kubwa ni kufitinisha umma. Ni mzee mchafu mno. Allah amuongoze. Nadhani utakuwa umemsikia akiumia. Kwa nini? Shekh Izuddin hafidhahullah ameenda kwenye msikiti wa kiibadhi, ameumia sana sana sana sana. Kwa nini na anasema kwamba kuna mwenzao mmoja yani wahabi mwenzao mmoja alikuwa akishirikiana na ibadhi akienda kwenye misikiti ya kiibadhi, wakamwandikia barua aache tabia hiyo. Yani, Muislamu kwenda kushirikiana na Waislamu wenzake, hili jambo yeye analipiga vita, mpaka anamwandikia mtu barua usishirikiane nao. Anaumia kwa nini? Waislamu wanakaa pamoja, yani Muislamu kwenda kwenye msikiti. Shekhe Izuddini ameenda kwenye msikiti wa kiibadhi, hilo limekuwa ni kosa kubwa. Huyu kweli huyukweli analingania sunna kweli kweli? Huyu analingania Uislamu? muislamu huyu kweli? Halafu eti anasema watu wa sunna wao wao ndo watu wa sunna na ndo wanabainisha haki. Haki gani inobainishwa na mawahabi? labda itikadi potofu ya Mungu mtu walonayo, fahamu potofu katika masaili mbali mbalimbali, labda kufarakanisha umma na kukufurisha waislamu na kuwatia katika bidaa waislamu, labda ndo ndo ndo haki yenyewe anazungumza hiyo. Sasa nimeona nitoe nasaha kwa dakika chache inshallah. E, na nasaha zangu ni kwamba tutahadhari, naendelea kusisitiza kwamba tutahadhari sana sana sana na watu hawa na kundi hili la kiwahabi. Haya maneno unayomwona anayazungumza hapa, barahiani huyu muovu huyu, Allah muongoze, maneno haya si kwamba labda anazungumza, ni kwamba msimamo wake peke yake, huu ndio msimamo wa mawahabi Mawahabi wao ni kukufurisha Waislamu, kuwatawanya Waislamu wote. Mawahabi, iwe wahabi anajiita Ansar Sunna, iwe wahabi anajiita Salafiyu, iwe anajiita anavyojiita katika majina ya kujipamba, huo ndo msimamo wao: kuwakufurisha Uislamu, kuwatenganisha Uislamu, kuhalalisha damu za Waislamu na kufundisha Waislamu itikadi za Kikristo, itikadi za Kiyahudi, wakisema kwamba hizo ndo itikadi sahihi. Ukisoma katika kitabu Aljami'u fi aqaidi wa rasaili ahli sunnati wal athar Kitabu hiki kimetungwa na bwana mmoja anaitwa Abu Abdillahi Adilu bnu Abdillahi Alhamdani. Kitabu hiki ukikisoma katika ukurasa wa 189 kuna maneno, huyu amesema, huyu ni wahabi huyu aliotunga, ndo nataka nikuonyeshe haya maneno aliyoyasema Barahiyani kwamba ni maneno yaliomo kwenye vitabu vyao mawahabi. Huyu wahabi anasema vipi? wala yusalla khalfal ibadiyah, wala yusalla ala mautahum wala tuttabau janaizuhum wala tuadu mardhahum. Anasema usiswali nyuma ya ibadhi, hapa swaliwi nyuma ya ibadhi. Wala e, akifa muibadhi, jeneza lao halifuatwi, lisifuatu jeneza lao, yani usifuate jeneza la muibadhi. Muibadhi akifa, usifuate jeneza lake. Wala mgonjwa katika maibadhi akiumwa, aki asikaguliwe. Haya ndo anayefundisha huyu mpotofu anayafundisha hayo, kisha akaendelea mbali zaidi akasema watarku sukna maahum fi biladihim ahabu ilaya. Anasema kwamba mimi jambo ninalopendeza kwangu hawa ibadhi usiishi nao, hasa katika mji usiishi nao kwenye miji yao wewe ondoka, kama vipi, usiishi nao kwenye mji mmoja tena. Anasema wal, wal ibadhiyatu wal haruriyatu wa ahlul ahwa na ibadhi na haruria haruria, hawa ni kundi katika makhawarij na ahlul ahwa, watu wa matamanio sijui, wewe pia anakusudia watu wa matamanio, wakati wao mawahabi ndio watu wa matamanio. Anasema kulluhum ara an yustatabu fa intabu wa illa kutilu. Anasema wote hao mie naona kwamba wametoka nje ya Uislamu na kwa hivyo wapewe siku za kutubia warudi kwenye Uislamu, hawajatubia wauliwe. Hii ndo fatwa inayotolewa na shekhe wahabi, wa kiwahabi kwamba Ibadhi wauliwe wa, wapewe muda wa kutubia hawajatubia kurudi kwenye Uislamu wauliwe. Maanake kama vile si Waislamu. Sasa sijui wa, watubie waelekee wapi? Kama ni kwenye Uislamu, Ibadhi ni Waislamu. Labda atuambie waelekee kwenye uwahabi, na huko itakuwa si kutubia, ni, ni kutoka kwenye toba kuingia kwenye upotofu. Ibadhi na mawahabi, ibadhi na mawahabi ukiwaweka kwenye mizani wallahi, ibadhi wako safi kuliko mawahabi kwenye kila kitu. Kwenye kutukana masahaba, mawahabi wamezidi. Kwenye itikadi potofu tena, ndio usiseme. Itikadi potofu, mawahabi ndio yenyewe itikadi potofu ibadhi licha kuwa sisi tumetofautiana nao baadhi ya mambo, kuhusu kadhia za kumwona Allah siku ya kiyama, kuhusu kwa Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa, tumetofautiana nao lakini, wallahi, baadhi wana itikadi nzuri ukilinganisha na mawahabi sana. Tena sasa kwenye vitabu vyao ndio imeandikwa kama hivi kwamba ni halali hao watu kuuliwa, anahalalisha yule bwana kuuliwa kwa ibadhi. Kwa hiyo, hichi unachomuona na anakizungumza hapa barahiyani ananukuu kutoka kwa kwenye vitabu vya Kiwahabi, vitabu vya watu wapotofu. Sasa hawa si watu wa kuasikiliza, huyu si mtu wa kumtegea sikio. Natoa tahadhari, huyu Barahiani si mtu wa kumtegea sikio, hutonufaika chochote kutoka kwake. Na mimi sasa hivi naanza kuamini zile shutuma zilizokuwa zinaletwa na kina kasi mafuta au kule nyuma, ingawa na wao wenyewe kina kasi mafuta na wapotofu, Allah waongoze kule nyuma kwamba hili jitu ni tapeli babaishaji, zimeanza kuniingia kwenye kichwa changu. Naanza kuamini sasa kwamba hili jitu kweli linaweza kufanya chochote, ikiwa jitu ni ovu kiasi hichi. Jitu linaumia kwa nini waislamu wanaungana? Linaweza kufanya chochote. Jitu kama hili linaweza kuiba, linaweza kuua. Jitu kama hili linaweza kufanya chochote. Kwa hiyo natoa tahadhari kwamba huyu Salim Barahiyani si mtu wa kusikilizwa kabisa, na wala si shekhe. Huyu ni muhuni kama huni wengine, ni muhuni kama muhuni mwingine yote, kama vile mlevi, muuaji mwingine yoyote tu, hana tofauti kabisa na makafiri ambao wanapiga vita Uislamu, na yeye ndo anachokifanya hapa, kuwakataza Waislamu eti wasiungane, kwa sababu eti kuna ikhtilafu baina yao. Sisi tumetofautiana na ibadhi lakini tunaungana na tunaishi pamoja, lakini haina maana kwamba tunakubaliana katika kila jambo. Tunakosoana lakini kwa heshima ugomvi na kufarakanisha waislamu ni jambo ambalo mmelileta nyinyi mawahabi na ndio maana sisi sasa hivi tunapambana nanyi, ili kundi hili liondoke, watu waliache kundi hili. Tunamuomba Allah atulinde na shari za kundi hili. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu mpendwa, ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV, natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali na natumai pasi na shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na chaneli yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi, tunakuomba hivi sasa tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini, kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali mbali, ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Chanel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa, bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura, ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili, changia sasa kadri ya uwezo wako, kupitia namba zetu hizo hapo, kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukrani sana, wa jazakumullahu khairan.